mwaka ishirini na mbili ishirini na tatu hadi themanini na moja pointi tisa mwaka jana ishirini na nne ishirini na tano. Vile vile miradi ishirini na sita imefanyika hapa kwa bilioni nne, uh, bilioni mia mbili sabini, lakini mradi wa Same Mwanga Korogwe peke yake una bilioni mia tatu na nne na milioni mia tatu. Kwa hiyo ni mradi mkubwa sana. Kwenye mradi huu tumefanya awamu ya kwanza ambapo hapa Mwanga maji tayari yameanza kupatikana, lakini kuna awamu ya pili ya kusogeza maji kwenye maeneo yaliyobaki, vijiji vya Same, baadhi yao na kule Korogwe. Na huu mradi kama nilivyomwahidi marehemu almarhumu Mzee Msuya, huu mradi nakwenda kukamilisha sambamba na ile barabara ya Msuya bypass.